Mfuko wa WCF umeleta mapinduzi makubwa sana katika eneo la fidia kwa wafanyakazi kwa kuhakikisha kwamba wafanyakazi wanalipwa fidia wanapokumbwa na madhira yanayotokana na kazi, hususan ajali na magonjwa, lakini vile vile familia zao zimeendelea kufaidika pale mfanyakazi anapofariki kutokana na madhira hayo. Tumeendelea kulipa fidia kwa wafanyakazi na wategemezi wao, ambapo tumeongeza wigo wa mafao ambao hadi sasa WCF inatoa jumla ya mafao saba ikiwemo fao la matibabu ambayo hayana kikomo, fao la ulemavu wa muda mfupi, fao la ulemavu wa kudumu, fao la pensheni kwa wategemezi, fao la wasaidizi wa wagonjwa, fao la utengamao na fao la msaada wa mazishi. Tumeendelea kuboresha mifumo ya ushughulikiaji wa fidia kwa wafanyakazi kwa kutumia mifumo ya TEHAMA ambapo hadi sasa zaidi ya asilimia tisini ya huduma zinazotolewa na WCF zinapatikana kwa njia ya mtandao. Tumeendelea kutoa elimu na uhamasishaji kwa waajiri na wafanyakazi kuhusu masuala ya fidia kwa wafanyakazi na taratibu zake pamoja na usalama kazini. Hii imechangia kupunguza ajali na magonjwa au vifo vinavyotokana na kazi. Kutokana na ubora wa huduma zinazotolewa imepelekea WCF kupewa cheti cha ithibati kutokana na utoaji wa huduma bora za kiwango za kimataifa. Mkurugenzi na wenzako ongereni sana. Sasa naomba niseme rasmi kwamba shamra shamra za maadhimisho ya miaka kumi tangu kuanzishwa kwa mfuko wa fidia ya wafanyakazi yaani WCF, ambao zinachagizwa na kauli mbiu ya miaka kumi ya fidia kwa wafanyakazi, kazi iendelee, na zizindua rasmi. Mafanikio ambayo tumeyapata ni mengi katika miaka hii kumi, lakini nitayataja machache tu. Mheshimiwa mgeni rasmi, la kwanza, tangu mfuko huu uanzishwe tumekuwa tukipata hati safi za mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali consistently kwa miaka yote hii. Ni jambo la furaha kwa maana kwamba hatujakutwa na vitu ambavyo vina madosari dosari na kupewa hati ambayo hairidhishi. <laughs> la pili, mheshimiwa mgeni rasmi, katika taasisi ambazo unazisimamia sisi ni mojawapo ya taasisi ambazo ziko ISO certified tunajivunia kwa hili. Tumewatangulia wenzetu ambao waliwahi kuishi wakajaribisha na wakarudi nyuma. Sisi tumeipata, tuna mwaka wa kujiendesha chini ya usimamizi wa standard hizi na tunaahidi kwamba tutaendelea kuziishi na kuhakisha kwamba e, siku zote tunakuwa kinara katika utoaji wa huduma kwa watu wetu. WCF imenisaidia kwa kunipatia mafao ya mkupuo ambayo yanifanya ni kaweza kufanya kitu kwa ajili ya watoto wangu, lakini pia bado inaendelea kunisaidia kwa kila mwezi inanisaidia kwenye makuzi na malezi ya watoto wangu.